Tangalia namna ambavyo unaweza ukapata pesa kupitia Upwork. Jinsi ambavyo unaweza ukafanya kazi na ukalipwa kupitia hii platform, ni website ya Marekani inaitwa Upwork. Hii hapa website jinsi inavyofanya kazi ni mtu yoyote anaweza akajiunga katika hii website akaanza kutafuta kazi na akapata kazi na akalipwa kawaida. Nitawaonyesha jinsi ya kuweza kutumia hapa website ambayo inaitwa Upwork na jinsi ya kuweza kupata kazi. Hii ni website ambayo mtu yoyote ambaye ana ujuzi wowote ule, za ni ana degree labda ana masters, ana PhD, amemaliza form 6, amemaliza form 4 anaweza akajifunza ujuzi wowote akaja kuapply katika hapa website inaitwa Upwork. Ni bure kuitumia, haina gharama zote kujiunga. Kwa hiyo nitakuonesha kwa ufupi namna ambavyo unaweza ukajiunga hapa, kutengeneza profile yako, kutengeneza account yako na kuweza kupata kazi. Kitu cha kuzingatia cha kwanza kabisa, unapojiunga utajiunga kawaida kama kama unapokuwa unajiunga labda hapo, kama unapokuwa unajiunga Facebook kwa kujaza taarifa zako kwa kujaza baadhi ya taarifa zako za elimu, taarifa zako za skills na uzoefu wako. Baada ya hapo kitu kingine unachotakiwa kufanya baada ya kujiunga ni kuhakikisha unajaza hii hapa profile, hii hapa una complete profile yako yote kwa kujaza taarifa zote hizi hapa, kitu ambacho utajaza Certificate zako. Kama una baadhi ya certificate ya sio lazima. Utaweka employment history, kama umewahi kufanya kazi sehemu au kazi chochote umewahi kufanya, utaweka portfolio, utaweka education, utaweka experiences nyingine, utaweka profile picture, utaweka overview, utaweka skills zako, na utaweka baadhi ya account utazilink hapo. Ukishamaliza hapo tayari unakuwa umetengeneza akaunti yako na imekamilika kwa asilimia mia moja. Unakuwa tayari kwa ajili ya kutuma proposal na kuomba kazi. Sasa unapotaka kuomba kazi utakuja kwenye, kuna sehemu nyingi, kuna namna mbili ambazo unaweza ukaomba kazi. Hapa kwenye find my work, ukaja hapa hapa kwenye find my work unaweza ukachagua njia yote ile. Kuna nani nyingi hapa. Saved jobs, proposals and offers, your services promote, unakuja hapa unakuwa unaona kazi zinavyokuwa zinapostiwa, zinakuwa zinajipanga hapa hapa, zinajipanga kulingana na skills ulizojaza kule kwenye profile yako, kazi zinakuwa zinajipanga hapa. Kwa hiyo kama unahitaji kazi, ukiingia hapa kwenye hii website, unakuwa unaona kazi nyingi sana ambazo unaweza ukazi apply pia, unaweza ukaingia kwenye search hapa, ukao una search labda kazi, labda wewe ni mtu umedili na mambo ya agriculture, ukajaribu kuangalia taski ambazo ni nyepesi ambazo zinaweza zikahusiana na mambo ya agriculture. Unaona hapo ni kisechi hapo, nitakuja hapa, yes, nitaona baadhi ya ya kazi ambazo unaweza ukazichagua hapa, unakuwa unafita kulingana na unavyotaka labda level one intermediate. Kwa hiyo unatengeneza profile yako, ukishatengeneza profile utakuja hapa kwanza kutafuta kazi. Kazi utazipata ukiwa na profile nzuri na ukihakikisha umeoptimize umeoptimize vizuri account yako ya Upwork, na kuoptimize Uh, kwa kuweka keywords za muhimu na kutengeneza akaunti yako iwe ya kipekee, hiyo itakusaidia uweze kupata wateja wengi na kupata kazi nyingi katika, una, katika, unapokuwa katika skili zako unapokuwa unatafuta clients. kwa hiyo hiyo ukishajaza hizo asilimia kadhaa hizo ukajaza mpaka ikafika asilimia mia, kingine cha kuongezea Unaweza ukatengeneza ukatoa consultation, ukatengeneza project catalog, ukatuma proposal na vitu vingine, lakini kazi zinakuwa zinajipanga hapa. Unaweza ukaangalia hapa, kuna kazi ambazo zinakuwa zinakuja kwa kama kazi naiweza, nitajitahidi kwa haraka sana niweze, kui, niweze kuitengenezea Yes, ntaadi kwa haraka sana niweze kutengenezea au kutuma proposal, au kutengeneza gig, kutengeneza project gig au kumtafuta hiyo client niweze kuwasiliana naye. Kwa hiyo hiyo ndio njia rahisi ya kujiunga na Upwork, na kutengeneza account na kuweza kutuma proposal. Kwa kuchagua kazi, lazima ujue kazi ambazo zinapostiwa kila saa na kila siku, hiyo inakusaidia kuweza kuipata hiyo kazi. Kitu cha msingi ili kufanya hii lazima uwe na PC. Ili kutumia Upwork lazima uwe na PC, lazima uwe na simu na lazima uwe na internet hii ya uhakika. Kitu cha ziada ni kuwa na skill, lazima uwe na skill kwamba unaweza ukafanya kitu fulani yes, ambazo unakuwa unaofaa. Kwa hiyo hiyo ndio njia rahisi ya kutumia Upwork ambayo kila mmoja anaweza akaitumia nkafaulu vizuri kao, lazima ujue kwamba yes, demandi freelancers ni kubwa, kazi zenyewe ziko nyingi. Kao unatakiwa active sana muda wote kwa ajili ya kutafuta kazi katika hii website inaitwa websiti inaitwaco. E, sa subscribe hapo ili kuweza kupata video nyingine zinazokuja pia. Uh, ujitaidi ukitaka kupata msaada zaidi unaweza ukanitafuta whatsapp whatsapp namba sifuri sita tisa tatu mia nane themanini mia tatu ishirini na uh, tano, nitaandika hapo. Unaweza ukanitafuta kwa muda wako, nikaweza kusaidia kama umekwama kutumia hapa Upwork. Eh, karibu sana. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya video nyingine zinazokuja.